Ya yeah, pasti na sita inazidi kuweza kusonga mbele kama Wa anasema taarifa za Blackberry Shin... anazifahamu vyema zaidi. Kwa sasa inabidi uweze kuonyesha ujuzi wako. Hii ni nafasi ya pekee kuweza kumwondosha mwanamke. Nataka nikuombe kitu kimoja, Sakawa. kuni kamata kikosi chako cha kondo haraka iwezekanavyo. Naenda Shanghai. Nami. Nitashirikiana nawe vyema zaidi. Nitakupatia vijana. Blackberry huyu hapa. Kuingiana. Nadhani kila mmoja anafahamu lengo langu la mimi kuweza kuja hapa ni kitu gani? Dai amekufa. Na anaweza kuhusishwa ni Bwana Shi pamoja na nguo. Kwa ni simple. Kazi ni moja. Kusafisha jeshi ni lazima tuweze kudili na wasaliti. Nyinyi wote ni wajuzi. Na kila mmoja anafahamu. Sihitaji kuzungumza masuala kipuzi. Lengo langu ni kila mmoja aweze kupiga hatua yake. Na natumai kabisa. Operation na hii itaweza kukamilika nikiwa na nyinyi watu. Ni sahihi. Wewe utachukua timu ya kwanza. Utaweza kuweka ulinzi wa kutosha maeneo ya Shanghai. Kwa kisha watu hawa hawatoroki. Lakini mheshimiwa kama akiweza kukimbia na gari hatuna ruksa ya kuweza kuwasachi kwa sababu ni kwenye public. Wajapani wanawezekana kuweza kutusanukia na wao ndio wenye mamlaka ya kuweza kusachi kila gari. Usifie chochote kuhusiana na Wajapani. Kuna kikosi kingine kiko Shangai, kitatusaidia nitawasiliana nao. Kitarin, de ni... na intersection zote zikopo Shangai. Picha zao hizi hapa, ni picha nne. Hawa tunabidi mweze kuwakumbuka vyema zaidi, si popote mtapoweza kuona hawa wawili wakiwa kwenye eneo mwakamate au kuondoa. Siri ya lugha ya Kichina iliyojiondola Japani. Na sihitaji mkaweza kuwasumbua Wajapani. Mfanye kazi hii kimya kimya. Mimi. Siri za mtandao, chembu shoje. Zote za mimba. Ni lazima ziweze kubadilishwa. Jungjia nasikiliza tu. Mpango unaweza kupangwa wenzake wana window. BlackBerry amekuja, hatari. Ni mara ya kwanza ninafika hapa. Kwa hiyo lengo langu ni kazi iweze kukamilika na sihitaji iweze kufeli. Okay, Misahii, we unaweza ukaanza kazi yako, alafu nyinyi wengine mtaanza kazi yenu kesho. wakiwa wameza kupewa majukumu, kona zote ziweze kuzuiwa. Station master, ma ndiyo, wewe utaweza kuhusika kwenye operation, kwa sababu hawa ni marafiki zako wa karibu kwa sababu hata kama ukaweza kutana utapata wakati mgumu. Sihitaji ukiingiza maisha kwenye hatari kwa kujaribu kuhitaji kusaidia wenzako. Yaka ametega vijana kila kona, Shangai nzima izungukwe, popote atakapoweza kupata taarifa za shii ama nguo, wamjulishe binti. Kuna maneno anakumbuka leweza kumwambia nguo kuhusiana na ile hadi kwamba itaweza kubadilika. Jamaako siku kucha sio kulala, anasoma kile kitabu alichoweza kupewa cha Communist Manifesto aelewe sasa. Binti akatoka kimya kimya ili kuweza kuelekea kule kwa kinanguo, lakini kisiri zaidi iliku kwa sababu alipoweza kuhifadhi wanatafutwa kila kona. Samani kuelekea tempo ya zingru ni shingapi? Akamwambia kopa 4 za sarafu binti akadandia kigari mchaka mchaka. Simamishi hapa. Lakini mama, umesema unakwenda kwenye tempo wa Zing Group? Ah, nitaishia hapa tu. Kamata pesa yako, okay. Asante. Jamaa akashangaa kwa nini binti aweze kufikia hapa na hajafika tempo aliwasa iko ndani ya Shanghai kamwaga vijana kila kona, shina nguo watafutwe. Binti anazidi kusonga mbele, usiku kucha. Naona chumba chako tu kina mwanga eh. Shi kamba, vipi ushiweza kupata ujuzi? Alikuwa akiweza kusoma kitabu. Hebu tuambie, umeweza kujua nini huko? na gongwa huyo, nenda na kaangalia, katoka la hai, ingia ndani fasta. Acha acha, wacha nikusaidie kubeba hii. Yule jamaa kumbe alikuwa keza kufuatilia na na binti mahali alipoweza kufikia. Sijajua ni nani Lala. Vipi mambo, nakwendaje? Mambo yote yako poa, jamaa. Kichiki likuku limeletwa ni mtu mzuri. Najua umefanya kazi ngumu sana. Sasa nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuwapikia. Si ndio yapata wakati mgumu. Wangu ndio aliweza kupata wakati mgumu kwa sababu siku kucha alikuwa kaweza kusoma kitabu. Ah, uh, dola. Xiao anaendeleaje? Amelala, lakini biashara yake ni kutupigia kelele tu. Nataka niamke, nataka niamke, amke. Okay, basi ngoja nikamwangalie. Yaani, Leng Ju. Nikuleta Nomad. Anataka kutoka kitandani na hajapona vizuri. Tulia. Wajionaje? Ah, nani mi, niko poa, lakini wananilazimisha tu niweze kukaa kitandani. Lakini hiyo ni kwa ajili ya uzuri wako, kila mmoja ana hofu juu yako. Naambia ndio, Angoo kila siku ananiletea chakula, Saneri naye pia huwa anajaribu kupika na pia ananifulia. Yaani inaishi hapa kama vile mfalme. Ah, tulia, utajiumiza. Leo nimekuja hapa kuweza kupikia chakula kizuri, sawa, ili mwili wako uweze kukaa sawa. Kwa hiyo usije ukasogea, baki hapo hapo Usisogee, okay. Mimi nakwenda kupika kwa sasa, okay. Sisi si wazuri kwenye kupika, lakini kuosha mboga mboga itakuwa fresh. Saneri, twende tukaoshe mboga. Kaondoka makusudi kuweza kuacha wapenzi wawili wazungumze. Ziangu hapa Brazango kwa sasa nimetoka kuweza kumwona Lenjun. Usi na wasiwasi, anaendelea poa, sio jeraha kubwa sana aliweza kulipata. zji sasa nimeelewa. Kuanzia sasa <coughs> watu wanaonipenda na wale ninaweza kuwapenda wote, nitawafanya weze kutabasamu na toweza kutengana tena 我现在... kwa sasa nina furaha. <coughs> nimekuwa mbaya. <coughs> <coughs> yekupatiaga furaha ya kweli Go. Mimi sihitaji neema, sihitaji luxury, yani maisha ya starehe. Nahitaji kuwa na wewe tu si. Ni furaha pekee kwenye maisha yangu, yaani kuwa upande wako inatosha, sio kingine eh. Mm. Shu, nimesoma ichi kitabu usiku wote uh. Nimesoma kila neno na nikapata ukweli juu ya yale yote nilikuwa na mashaka nayo. Sasa ni tofauti kabisa na alikuwa ameweza kuandikwa hapa. Sasa akawa ameweza kuelewa. Sasa unaonaje kama tukaweza kujiunga ukawa kwenye timu yetu? <coughs> Mimi Mr. Shi. Lakini mimi ni mtu wa BIS. BIS. Kumbuka, nao pia wanapambana na Wajapani. Shizin kajiunga na sisi, naye pia anapambana na Japani. Na BIS sasa hivi wanakuchukulia wewe ni adui. Kwa hiyo inabidi uweze kutulia kwa sasa nasi. Jamani, mboga mboga ziko tayari? Okay, ngoja nikapike. Hiyo ni 66. Nini kinafata zaidi katika sehemu 67, Light and Shadow Season 1. Yapa ndo tunakwenda kufunga kibarua wiki hii. Season 2 nimekuambia next week, kwa hiyo toa pressure.